Tayyib. Katika makosa yanayofanywa katika tawaf mimi nitataja yale makosa ambayo watu wengi wetu wafanya. Kuna watu wakifika pale kwenye Alkaaba asema, kweli mimi siwezi kuigusa ruknul yamani wala hajarul aswad, lakini nitaka niiguse tu ile Alkaaba, ule ukuta wa Alkaaba nitaka niuguse. Mwajua nyi mna neema hapa Munawara, ukuta kwa rangi ya ukuta Alkaaba sio? Eh, basi gusa <laughs> Hakuna thawabu yoyote utapata kwa kugusa lkacba isipokuwa kugusa zile sehemu ambayo sheria imekuamrisha. Omar ibnu Khattab asema kuliambia hajar laswad, inni la alamu anaka hajar, mimi najua wewe ni jiwe tu, walaula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuqabiluk ma qabaltuk, na lau kama mimi sikumwona mtume sallallahu alayhi wasallam akibusu hapa Wallahi, singe kubusu mbusu. Jiwe la kazi gani? Kwa hiyo hili ni kosa ambalo baadhi ya wana kutufu hufanya. Kadhalika, msongamano wa wanaume kwa wanawake. Nawaomba wale ambao wako na wanawake na nini, wakati twaenda ama sa'i, tujaribu sana kujiweka mbali na zahma na kujiingiza kusukumana wanaume kwa wanawake. Kwa hivyo ukiona kuna zahma, wewe waona kwa mbele yako, jaribu kujitoa nje ili uondoke kwenye ile zahma, utembee. Mtu kwa kudunga dunga, nampata mtu sie, cheka tu, mm, tu, usichukulie. Ukianza kuchukulia kila kitu ukifanyiwa uchukulie, wallahi utapata tabu kwa sababu watu watoka nchi mbalimbali, yeye akufanyia vile, unaona huyo anikosea, lakini mwache we. Kumbuka kuwa kwenye ibada kubwa sana pale, fanya subra, fanya sube. Wakilala jamani, wakoroma tena, wakoroma mbaya sana sasa. Kama wale mwambie, ngalia we usilale mpaka sisi tulale, we usilale mpaka sisi tulale, tukishalala sote, kisha we utalala. Alafu na wewe ufanye bidii uje mapema ama sivyo ndugu yangu utolala. Utolala. Nakwambia ukweli kuna wengine utafikiri jenereta limekuwa ubavuni mwako. Wallahi alazim, mashaallah.